Yes, yes, mambo vipi? Natumai mko buheri wa siha nzima. Ni 34 the great, na hii leo katika pita pita zangu nimeweza kukutana na mrembo fulani hapa. Kama unamtambua ulimuona mahali, pia unaweza ukadondosha comment hapo chini ukasema ulimwona wapi, lakini la msingi zaidi ni kwamba taenda kujitambulisha, alafu tutakuwa tunamjua yeye ni nani. Mambo vipi? Poa. Wanakuita nani? Wananiita Zara. Zara ni jina lako la kuzaliwa ama ni gani hiyo? Hapana, uh -huh. Sio jina langu la kuzaliwa, ni la uigizaji. Oh, uh, kwa majina kamili nakujua kama nani? Mi naitwa Nuru Dama Gabriel. Oh, Nuru Dama Gabriel. uh -huh. We ni mtoto wa ngapi kwa familia? Mi ndo kitinda mimba kwetu. Oh, we ndo kitinda mimba, yani wewe umefunga chapta kabisa. uh -huh. Eh, labda umetangulia kusema, uh, jina la Zara ni la uigizaji. Ndiyo. Kwa hivyo wewe ni mwigizaji? E, mimi ni mwigizaji. Umeigiza movie gani? Nimeigiza movie moja ambayo inajita Zara. Zara. E, uh, ni kwa kumbukumbu kumbu zangu ni kwamba Zara nishawahi kuiona. Tena ukome na ukomae. Sasa mbona unakuja juu na tunaongea sisi wawili? Nakwambia ukome na ukomae. Kama hapa umesonesha na kuniuliza njia. Acha ibaki ya kuniuliza njio, njia, usiuliza mambo mengine wasikie. Na ni nimeona umeweza kucheza vizuri, labda tuweze, niweze kukuuliza tu, ni lini ulitambua kwamba uko na kipaji cha kuigiza? Uh, ni mwaka huu mm, huu -hmm. Nilipatana na nilikuwa na rafiki yangu mwingine hapo mtaani anaitwa Beka. mm -hmm. Wakaniambia wana grupu, wana akti mm -hmm. Ah, nikamwambia pia mimi nina uwezo wa kuakti wangu ne akanambia niko aka aka aka niko sawa. Oh, sasa eh, ulisema unaweza. So ni kwamba ulijua vipi kwamba unaweza? Ni kwamba hapo mwanzo ulikuwa ukiact before ama umeanza na hili kundi, si yani. Okay. Mm. Na nimeona ukiakti una act na passion especially pale ambapo labda unafaa kuakti ukiwa umekasirika ama unafoka nini, wewe unaitoa ile na, na, na passion sana. Ni kwamba hayo ndio uhalisia wa maisha yako ama hiyo ni kuigiza tu? Zara, amuka, amuka. Yachi, mimi na stress zangu? Stress gani hizo wakati wa darasa stress Ha, huko nikuigiza mi siko hivohuko nikuigizaso Huko nikuigiza. <laughs> yeah, so, so, natural, ni mtu wa aina gani? Mi ni mtu mpole sana. Yeah. mm. o sea. no, so labda utuambie kwa sasa naona movie ya Zara inazidi kushika kasi sana, so labda utuambie a, jamii, familia yako imeipokea vipi? Ha, wameipokea vizuri kwa sababu ni movie ambao pia inafunza atoafunza kwana jamii yeah. kwa sana ni kioo mm. Sasa so, so, inategemea kile kio cha reflect nini hichi? mm. cha tuta reflect mambo mazuri, maana tutatoa funzo kwa jamii kuhusu mm. watoto wa shule kufanya hivi kufanya hivi, zakuambia <tipa> nzi zenu kwanza za kishamba. Sahi watu sio shamba tena, sikii angalia vinya nafanya bidii ule kakaa kweli. Huyu una maisha mazuri mdogo wangu, kwa maisha mazuri, sina haja nao, niache na maisha yangu eh. Mwasikia kama maisha yenu ni mazuri, lakini na maisha yenu mnachopekea yangu hivi, nyinyi mwashauri mlisoma, mlisikia kwa hiyo sasa unawaambiaje watu wako pale ambao wana, bado wanatazamia kuona Zara eh, unawaambiaje wazidi wa ku, kufanya nini katika kuipeleka Zara mbele wa... nilikuwa nawaomba mm -hmm. waende pale YouTube pale mm -hmm. beka film pale waara mm -hmm. wa -search Zara, wa subscribe, wa comment na wa like. Nitashukuru sana. Au sio? Nitashukuru, watakuwa wametufanya kitu kikubwa yani, watusupport tufike mbali pia sisi uh, ni ombi kwa mtoto Zara. Zara ana kipaji kikubwa sana eh, katika upande wa uigizaji na ah, kama umekuwa pale ukiweza kufuatilia movie ile ya Zara umeweza kuona uwezo wake. Wewe uko pale bwana, wewe ni mbunge, wewe ni kansela, wewe ni mwana jamii, lakini pia una uwezo wa hapa na pale, unaweza kusaidia vijana kama hawa ambao wanata, wanainuka na mwisho wa siku waweze kujiendeleza kimaisha. Support, ukiwa na nyumba ukiwa na gari ambao unahisi kwamba inaweza kusaidia katika upande wa uigizaji feel free kusupoti eh, Becker Films eh, wanafanya vizuri na wanainua vipaji. Zidi kutegea nitakuwa na kufahamisha kuhusiana na maisha ya waigizaji hususani wazara na wengineo. So tegea uko nami, T4, the great. Sarangalia ulikotoka na unapoenda maisha